Na kueleza ili nikikukamata usiji ukaleta kelele kwa sababu tayari nitakuwa nimesha kutaarifu. Watu wa Sikonge wengi, mnajaza abiria wako pale ndani. Kuanzia leo gari yoyote nitakayoikuta ina abiria na iko pale shehe, nitakulima faini ya polisi alafu nakupeleka LATRA kwa sababu haya mambo hizi taratibu mnazijua, kama we unaenda kujaza, waabiria wako washuke. Tunajua madhara yanayoweza kutokea pale. Pale hujaagana na Mungu pale, tuko pamoja pale, ile petroli inalipuka dakika yoyote. Sasa inalipuka gari yenyewe hii, mpaka watu watoke mle ndani saa ngapi kwao? Oh, ni marufuku kwa. Sio hapa tu, popote wanaponisikia ni marufuku.